Sifa ya tatu kuu ni swala la maono. Mjasiriamali lazima awe na maono, tunasema vision ma, yani lazima aone mbali. Mjasiriamali lazima aweze kuona zaidi ya leo, tunachosema ni forecaster, kwa maana kwamba mjasiriamali lazima aione kesho leo. Mjasiriamali ambaye anatizama leo tu hawezi kufanya mambo mengi. Mambo mengi tunayofanya kama mjasiriamali kwa, kama kwa, tungekuwa tunafanya kwa sababu ya leo, basi hayangefanyika, kwa sababu tunachosema mjasiriamali ni mtu anayefanya vitu kwa ajili ya ya siku zijazo e, kwa mfano katika maeneo haya maeneo mengi kwa Tanzania swala la kununua ardhi. Kama mjasiriamali ambaye anajiingiza katika biashara za kununua ardhi, kama unanunua ardhi kwa sababu ya leo tu, kuna ardhi nyingi sana hazitanunuliwa. Tutasubiri ziwe na umeme, tutasubiri ziwe na maji, tutasubiri ziwe na barabara, tutasubiri kila kitu kae sawa, lakini mjasiriamali ya kazi yake ni kuwa na na, na, na, na, vision tunasema kuona huko mbele eh, nataka kwenda wapi? ni swala la Kusipokuwa na hiyo vision sasa eh, maana yake utashindwa kujinyima, hutaona kwa nini niangaike leo eh, nijenge kampuni nijitese kukopa nijitese eh, kuwekeza kwa ajili ya huko mbele ya safari. Kwa hiyo swala la hilo tunasema maono, njozi ni muhimu sana. Mjasiriamali asiye na njozi eh, ni, ni, ni, hawezi kuwa mjasiriamali mzuri. Tunachosema katika hii, mjasiriamali lazima au wajasiriamali kwa kweli uchekwa, wanachekwa kwa sababu wanaota, wanafanya. Mjasiriamali mzuri hufanya jambo ambalo e, wengine wanaona kwamba mbona hizi ni ndoto, mbona hizi ni, ni njozi tu, mbona ili halifanyiki. Lakini matokeo ya yote haya huja kuonekana siku nyingi sana zijazo. Lakini yote hayo bila njo, njozi bila ma, ma, maono ya mbele na makubwa sana Eh, haiwezekani. Kwa hiyo, mjasiriamali ni mtu ambaye lazima awe tayari kupanda mti ambao hana hakika kama atakuja kukaa chini ya kivuli chake, apande mti ambao hana hakika kama matunda yake yatakula. Mjasiriamali akisema sipandi mti kwa sababu najua nitaondoka kabla kivuli chake e, eh, hakijawa kikubwa, nitaondoka kabla matunda yake ajazaliwa, kama ni ua, nitaondoka kabla ua alijechanua, mjasiriamali wa namna hiyo hawezi kabisa kufanikiwa kwa mjasiriamali ya anafanya vitu ambavyo matunda yake ni mbele ya safari. Ujasiriamali sio jambo lelemama. Ukisoma tafiti, ukisoma historia, ukizungumza na wajasiriamali waliofanikiwa duniani, wakubwa kwa wadogo, wa Afrika, wa nje ya Afrika, wa Marekani, wa Ulaya, swala la uvumilivu ni kubwa sana. E, tumewahi kufanya tafiti e, kuona baadhi ya makampuni ya magari tunafahamu, wakina Toyota, tunafahamu huko Japan. E, kati ya vitu ambavyo watu wale walianzisha, walichofanya ni kujinyima, ni kujinyima sana, ni kuvumilia. Wapo watu sitaki sasa kuanza kutaja kampuni moja nyingine, lakini makampuni hayo tunafahamu leo makubwa makubwa, kama vile wakina Toyota, akina Honda na kadhalika, ambapo kimsingi waanzilishi walichofanya ni kujinyima hawa walikwenda kwenda kutafuta teknolojia katika Marekani, wakawa hawana fedha, wakawa wanalala sakafuni. Ndio swala la, la uvumilivu, lakini ukijua mbele ya safari e, kuna nini. Lakini pia mjasiria mali sifa nyingine ya, ya mjasiria mali e, ni, ni, ni swala kama lazima achukue ni lazima ku, e, kuto, kuto, kuto, kuto, kuto, kuto kulalamika kwa kile ambacho hakipo. Mjasiria mali anakubali ana ile hali halisi iliyopo kwa wakati ule na kujijenga juu ya hilo e, na hapa tuna mifano mingi. Mjasiriamali halalamiki kwamba hiki hakipo hiki hakipo hiki hakipo. Mjasiriamali wa kufanikiwa e, anachukua kile kilichopo na kwenda nacho, badala ya kukimbilia kile ambacho e, hakipo. Na tutatoa mfano, kwa sababu ni mambo ambayo e, yako, yako sehemu mbalimbali e, tunafahamu wajasiriamali ambao e, kwa bahati mbaya E, hawana hiki hawana kile hawana kile. Badala ya kulalamika kwamba mimi sina elimu mimi sina network, sina kwa maana ya watu wanaonifahamu mimi, sina ujuzi mimi sina watu wanaonifahamu mimi sina elimu, sina nyumba, sina mtaji, wamechukua hivyo hivyo ambavyo havipo kama sababu ya wao kuwa wajasiriamali wazuri. Ukizungumza na watu watakwambia fedha zinatafutwa kwa sababu hazipo. Sasa mjasiriamali akisema, mtu akisema mimi siwezi kuwa mjasiriamali kwa sababu si, sina fedha tunasema you are missing the point yani, unakosea, unakosea kwa sababu eh, kazi yako kama mjasiriamali ya ni kutafuta kile ambacho eh, hakipo. Nimewahi kuzungumza na wajasiriamali wakubwa sana hapa, matajiri kwa kweli, wafanyabiashara wakubwa kabisa na makampuni yao, bila kuendelea, bila kuzungumza eh, mfano kutaja majina, na wakanisimulia vile ambavyo wamepata, tunasema inspiration, walitembelea watu ambao E, walionekana kama hawana chochote. Yuko tajiri mmoja a e, Japan ambaye kwa kadiri ya matako ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amelemaa, yani kilichobakia tunasema e, amebakia na kichwa na mikono tu. Sasa watu wakawa wa, wanamsikitikia wana, wana, wana kwamba sasa, maskini huna chochote, huna miguu, huna kiuno, huna migu, kiwili. Lakini akasema nyie, mnatizama kile ambacho hakipo, mimi natizama kilichopo na ndicho ninachokifanyia kazi na leo hii kwa kutumia kichwa ambacho ndicho kichobakia, kwa kutumia mikono ambayo ndio iliyobakia ni tajiri mkubwa mkubwa mkubwa. Kwa sababu gani? yeye hakutizama kile ambacho kipo, ametizama kile ambacho kipo, hakulalamikia. Nafikiri tunao mfano ambao tunafahamu mara nyingi, mtu akililia kiatu tunamwambia kuna mwingine ana miguu. Kwa hiyo alichofanya yeye ni kutizama kile kilichopo, na tunasema capitalize maana yake akajijenga juu ya hicho. Kumbe mjasiriamali mzuri, huwezi e, kuacha kuwa mjasiriamali kwa sababu huna fedha. Basi kwa sababu huna fedha ndio sababu ya kukufanya kuwa mjasiriamali mzuri. Tunaona wajasiriamali wengi wakilalamika hatuna e, siwezi kuwa mjasiriamali kwa sababu sina muda. Kusema kweli, hivyo vyote tunasema e, ni, ni, ni visingizio.